Bana, mambo vipi? Kibongo bongo tumezoea, bana, mwanaume ambaye anakuwa na date na mwanamke ambaye amemzidi umri huo tunaita bana, mshikaji na miliki mshangazi. Moja kati ya vitu ambavyo pia viko kawaida lakini pia viko sawa kutokea hapa Bongo Tanzania, lakini pia imekuwa ni ajabu kabisa e, kutokea huko nchini Ufaransa. Moja kati ya vitu ambavyo pia ni vya kushangaza e, kwa baadhi ya watu e, tunajua kabisa rais wa, e, Ufaransa pia ana mke wake ambaye amemzidi e, takriban miaka 25. Yani range yao ya wake miaka e, miaka utofauti wake amb miaka rais wa Ufaransa pia anaweza kupigwa na mke wake mkewake, ambako walikuwa kwenye ziara huko. Macron pia na mkewe, ambao wanatofautiana zaidi ya miaka 25, kama nilivokwamba, wakati wake ana umri wa miaka 7bb e, lakini pia bado sijajua kwamba dada zake akini ia watasema wata nini, unaweza usigundue au kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani mshikaji ameweza kuchapwa kofi na mke wake. Lakini kubwa kuliko bwana, ni utofauti wa range ya miaka yao. Mshikaji ana miaka 47, mke ana miaka eh, sabini na mbili. Takriban miaka zaidi ya 25 ameweza kuzidiwa. Yapi maoni yako kuhusiana na hili bana? Mshikaji aendelee kuishi kwa sababu kama ni pesa zipo za kutosha bana. Mke ndio hivyo ameshazidiana miaka hivyo kibao, kwa waweze kuangalia kitu gani? Waangalie pesa? Angalie mke? Waangalie miaka? Waangalie kitu gani? Drop comment yako hapo na comment. Shaki noma noma, take care for this, ciao.